Ahadi za mwekezaji kwamba yeye aliahidi kuleta bati mia tatu. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa bati mia tatu zionekane hapa yes, wananchi wakabidhiwe bati hizi, kesi limeisha na kila kitu kiko clear na hata upande wa nyaraka, licha ya kwamba ofisini kwangu zipo lakini bado nimetumiwa zingine kwenye email ya kwamba nyaraka zilizopo ni hizi hapa, permit za wafanyakazi, lakini leo ukiangalia watu wote wafanye hawapo ndugu andishi wanasikana kwa mmefanya mmeona. Sasa hatuwezi tukawa tunafanya kazi na mtu ambaye hana ushirikiano kwa serikali hana ushirikiano kwa tume hana ushirikiano kwa vigezo na masharti vilivyowekwa vya kufanya kazi yake. Ndio maana nasema kwamba kwanza sasa hivi huu mgodi tume ufunga. Maelekezo aliyoyatoa ni mazuri na tumepokea sisi kama kampuni na tunayofanyia kazi kwa sababu tayari maelekezo ya serikali kuhusiana hatueleze maamuzi haya tumeridhika nayo? Eh, maamuzi haya tumeridhika nayo baada ya kuwa e, kwa ujio wa mkuu wa wilaya baada ya kuwa amefika hapa e, wananchi tumeweza kutoa kero zetu na mkuu wa wilaya ameweza kuzipokea na na kuweza umekuwa unakwenda kufanya nini? Kwa majina anaitwa Abraham Mtisifunkia, na kaimu nafasi ya Afisa Madini mkazi. Ya maagizo ya mheshimiwa mkuu wa wilaya tayatekeleza, kwa sababu wawekezaji hao wana leseni, lakini katika leseni inakuwa na masharti yake. Kwa hiyo yale masharti ambayo hawajatekeleza itabidi tuandike barua ili waweze kuyatekeleza mara moja, na wakikiuka kufanya hivyo, basi shughuli zao kama kwa wilaya alivyozisimamisha zitaendelea kusimama mpaka watekeleze hayo matakwa ya kisheria yanayotakiwa kutekelezwa katika leseni. Kwa faida ya wananchi labda ni wawekezaji gani ambao walikuwa walikuwa wanafanya shughuli hapa za madini e? Katika kijiji hiki katika kijiji hiki kuna wamiliki wawili wa leseni kuna e, Frenki Munyagizi Emanueli pamoja na Kom Mining Company Limited. Lakini kama mlivyoona, e, Frenki Munyagizi baadhi ya masharti yametekeleza vizuri na ametimiza matakwa yake ya kileseni, isipokuwa kwenye ishu ya wajibu wake uh, wajibu wa wajibu miliki wa leseni kwa jamii, maana CSR, aliahidi bati 300 nafikiri alikuwa ametoa milioni mbili. Bado hizo fedha nyingine zilizobakia ameagizwa na mkuu wa wilaya aweze kutekeleza, na sisi tumwandikia barua kabisa kwa maandishi kwamba aweze kutekeleza ili aweze kuendelea na shughuli zake. Isipokuwa yule wa masharti mengine ya kimazingira, itabidi aandae ya mpango wa mazingira ndo waweze kuendelea na shughuli zake. Mpango wa mazingira unahusisha nini na nini? Unaangalia, uh, vyanzo vya maji, miti iliyopo na uoto wa asili uliopo. Inabidi watathmini vilivyopo ili waweze kurejesha uoto huo asili kama ulivyokuwa awali. mm -hmm. E, tuliwaandikia barua ya kutekeleza mpango huo. Sasa wajauwasilisha wa, uh, rasmi ofisi ya madini sasa, tutawataka wawasilishe rasmi kama wanao atueleze maamuzi haya tumeridhika nayo eh, maamuzi e, haya tumeridhika nayo baada ya kuwa e, kwa ujio wa mkuu wa wilaya. Baada ya kuwa amefika hapa e, wananchi tumeweza kutoa kero zetu na mkuu wa wilaya ameweza kuzipokea na kuweza kuwasilisha sehemu husika.